Wengine ni mmoja katika wanazuoni anaitwa Abul Hasan At-Tabari. Zingatia, huyu siyo yule At-Tabari tunayemjua sisi. Tabari, tabari wetu yule ni Muhammad bin Jarir yule mwenye tafsiri na na kitabu kingine chaitwa Tarikhu al-Umami wal-Muluk au Tarikhu ar-Rusuli wal-Muluk na kitabu kingine chaitwa Sarihu Sunna